Unatazama Kyela Online TV, usisao kusubscribe kulike na kukomenti. Leo ni siku oh, yetu muhimu, siku ya utalii duniani. Sasa sisi kama wadaaji, tuna zawadi, tunaanza na zawadi wa kiiai

na jiko lake. Mungu akubariki sana. Pia anaendelea kuwahamasisha wow, wanawake wenzangu wow, mazoezi, tufanye mazoezi. Mazoezi ni kitu cha kwanza katika maisha yetu, ila mazoezi akua watoto wadogo, tunazeeka hara. O jamani, tuendele kufanya mazoezi, na ni washukuru waandaaji kwa zawadi

Zawadi ya ushindi wa kwanza shilingi laki nne ambayo inaenda kwa Sanga. Hagai Sanga yeah. Ea, tuike na watu mkubwa sana wa utalii kaa na barada mlima na basheri Siwezi kuwa na mapendeleo mengi. Nimefurahia tu barabara hii jinsi nilivyokuwa ninahitaji, kwa mountain bike ndio katika mazingira kama haya. Kwa hiyo ninawapongeza pia, wasikate tamaa hiki kitu na tamaa kifanyike kwa wakati. Ndio kwa kilomita, ila siwe active zaidi na tuwe na wachezaji kutoka mikoa yote Tanzania. Mimi mwenyewe ninahamasisha hii swala na tutafanya Nwa... Ya... <tutu> Anani, ni wapongeza washindi wote ambao wameshinda, lakini pia tunashukuru kwa ushirikiano wenu kufika sababu, kuhanda, nini, edis, Oani, kwa sababu maana kubwa ni nyie kuwepo na kushiriki. Sisi tutakuwepo kwenye mazingira na kuandaa, lakini bila nyinyi tukiwa liende si ndio? Kwa hiyo nitoe shukrani zetu kwa washiriki na na waandaaji pia kwa sababu ni idea ambayo imekutana pia labda ya changamoto za kuna pale, unajua kwenye kwanza na kuendelea na kuwa update zaidi eh, kwa naamini kwa wakati mwingine tunaweza tukafanya vizuri zaidi kuliko hata ya leo. Kwa hiyo nipongeze tukio zima, kama Mati Group inaitwa Elia, uh, Andrew na twende kidogo, tutakekai baadaye tutaenjoy kuna ile tuna, tuna, tuna tazanit zote ziko hapa na, tu, na pia tutakuwa na cocktail kwa wale ambao wanatumia cocktail, lakini pia na muziki pia. Kwa hiyo na tumaini mpaka baadaye tutaenjoy kwa pamoja, lakini pia kwa elimu zaidi tutembelei tuta, kwenye banda hapa na kwa mauzo mtatembelea pale baa kwa ajili ya kununua, lakini elimu tutaitoa kwenye banda, bidhaa zetu zinatengenezwaje zina ubora gani? Zina kiwango gani cha alcohol? Na vitu vingine ambavyo tutataka kujua, ujazo na bidhaa na nyingine ambazo zipo, basi tutawakaribisha kwenye manda yetu, hapo tuweze kuwapa elimu kidogo tufahamu. Ni vizuri kufahamu, na watu wengine weza ni wanaiona kwa mara ya kwanza, basi takuwa ni vizuri, tukaenda kuwashirikisha ushikali na watu wengine kuhusiana na bidhaa za Mati Group of Companies, lakini Mati Group of companies ni mtoto wa Mati Super Bland, namaanisha headquarters ziko mjini uh, Babati, lakini Mati Group iko Mbeya, ikiwa naamisha nyanda za juu kusini. Tulikuwa tumeanza na tamasha yetu, tulicheza michezo kadhaa, tulikuwa na football pamoja na netball Hivyo basi kwenye upande wa wafuto mshindi alikuwa ni mkera veteran. Amalipo yao tulishafanya kwa konuni, lakini karibuni hapa mweze kupokea mkono wa heri ya wanafunzi, ili kuweza kuona vipaji vyao, ili tuweze kuviendeleza. Kwa hiyo ulicheza Keipo sekondari pamoja na KPC washindi mshindi wa mechi hiyo alikuwa keifo secondary. Yeah, na enyewe labda na mimi ni balance sauti kidogo. Kwa wasionifahamu, mimi naitwa Upendo. Mimi ni, niko makamu mkuu wa chuo cha Kyela Polytechnic, lakini ni mjasiriamali chini ya kampuni ya Galine Investment lakini mimi ni mdau mkubwa wa utalii kanda ya kusini, na mwaka jana nilipata tuzo kutoka Tanzanite Legas kama mwanamke mbunifu katika bidhaa na ujasiriamali wa kitalii. Kwa hiyo natambulika pia kama mdau mkubwa wa utalii kanda ya kusini. kwa hiyo kumbukumbu kumbu kwa watu wote waliochangia tamasha hili, tunawathamini kwa michango yao kama mnavyoona katika bango letu. Lakini kipekee kabisa tunaomba tutoe vyeti kwa wote waliotusupport ambao wapo eneo hili. Shukrani za dhati kabisa kw Of Companies ambaye alikuwa mdhamini mkubwa sana wa shughuli hii. Na hivi leo tunamuunga mkono kwa kunywa strong za kutosha. Max, tunaomba upokee certificate kutoka kwa waandaaji wa Kusini Trail and Adventure, pia kwa kutambua mchango wake mkubwa kwenye sekta ya michezo wilaya ya Kyela nimeamua nikiseme hiki kwa sababu najua mtakaosikia mtafikishia salamu, na wote mtakubaliana na mchango wake mkubwa wa michezo katika wilaya yetu. Mwakilishi wake Mkurugenzi wa Garine Investment kuanzia tunaanza maandalizi mpaka sasa hivi, huyu ni mama wa utalii tu... huku Kyela. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutupa uhai na kukutana katika tukio hili ambalo kwetu sisi tunajivunia kutoka kwa walio andaa. Kwa hiyo kipekee nawashukuru sana kwa maandalizi yalioyafanya hii ni fursa kwetu sote washiriki hata pamoja wa na sisi wenye eneo, lakini pia nawashukuru wadau mbalimbali walioweza kuchangia kwa namna yote ile, kwa namna yoyote ni kwa ajili ya kufanikisha hili swala. Vile vile namshukuru mdhamini na mkuu kwa maana ya mati kwa ajili ya kuwawezesha wenzetu kwa ajili eh, ya kufanikisha haya yote lakini kipekee zaidi napenda sana kushukuru mwandaji wa tukio hili madam Helen Sima. Kwa kweli anapambana sana, kwa kweli wawanu wanaweza kigeni makosa. Vile vile nashukuru kwa niaba ya uongozi wa Goga Beach Resort, mmiliki na ndiye mkurugenzi wetu ambaye anawekeza ile eneo unaloiona na mpaka kufikia mahali kukubali kuja kuruhusu tukio hili kufanyika, tunampongeza sana kwa kweli. Pia nawashukuru sana washiriki walioshiriki mbio hizi za baiskeli na walioshinda, kwa kweli wa wa tuwapongeze sana, kwa sababu ndio waliofanikisha tukio hili kwa nguvu sana, tuwapongeze sana jamani, lakini vilevile Napenda sana hapa mbele yetu tunao wengine kwa chifaki siwezi kuwataja mmoja mmoja. Hawa ndio waliofanya mpaka tukio hili linaonekana kuwa hivi. Kwa hiyo sasa, naomba mnipe fursa kuzungumzia juu ya eneo letu hapa nguga ichi zote. Ni fahari ya mita asiri mnayoiona ili mita Ni mi mita asiri ni eneo ambalo ina historia katika masuala ya utalii, na leo ni siku ya utalii ambayo tunaadhimisha siku ya leo. Kwa hiyo mimi nafurahi sana kufanyika jambo hili wakati huo tunaadhimisha siku ya utalii duniani. Lakini pia kuna huduma mbalimbali ambazo tunazitoa, tunajua vizuri sana enye majina ya mito hapa Mbeya, kuna Kiwira, kuna Songwe ni nyuma ambavyo vinaangaliana na mfuko yetu nzuri sana ambayo kwanza ni mfuki sio ina kila kitu sana. Kwa hiyo hata watoto wadogo wanaweza kuogelea, lakini hivyo vile tuna michezo mbalimbali inafanyika pila mguu voleko neb na pia hata michezo ya fukweni, unaona watu wanacheza, wanacheza. Pia tuna magari ya mtoto hapo, tuna boti tunajisikia vyote hivi ni kwa ajili ya yagonga bichi zote, lakini hii eneo nzuri sana kwa ajili ya faraga, huko hakuna shalasha za makelele kulomijaku, unapumzika vizuri sana. Kwa hiyo ndugu zangu, ni mengi sana bichi zote, lakini kwa muda napenda kuokoa, hayo ndio machache tunayokuwa nayo. Kwa hiyo kama mwenyeji nawakaribisha sana leo tuna kuwa hapa mpaka kesho na wapi, sio ukiona una majasho na kanapo wa unaona, lakini pia ikifika usiku tunaona zawadi nzuri sana. Tuna modifier tutaiwasha leo, ili kila mtu anapokuwa anahitaji kupata mandhari nzuri kabisa ya ufukwe, akipata joto basi anapata na vyakula. Tunapita sisi bila kifaa cha mataifa, kwa hiyo tunakaribisha Karibuni sana, na navakua sisi tunayo na chakula atakula kule kul naliwa aesa, pia tuna nyama choma pale, karibuni sana. Tugumlide, nahitimisha kwa kusema madamu Helen Sima, sisi tunakushukuru sana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tuko bega kwa bega kwa ajili ya maandalizi hayo. Changamoto haziwezi kumalizika, kama kuna changamoto yoyote ambayo haikuwa